Mtazamaji wa PDK Generation, kwa siku ya leo nipo kiasili zaidi na nipo kiasili kwa sababu kuna e, utafiti ambao umefanywa kwa miaka kumi na mbili na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania TAWIRI, ambapo baadhi yenu mnaweza ukawa mmesikia taarifa hizo, ambapo ni utafiti unaohusu mimea ambayo inaweza kutumika kama dawa, mimea dawa, tunasema. Sasa mmea huu magome haya niliyoshika hapa, haya ni magome ya moja ya mmea ambao taasisi ya e, Tawiri wametangaza kwamba wamegundua matumizi yake e, kwa ajili ya kuzuia kipara ama kuzuia nywele kutoka. Sasa huu mmea hapa umekuwa ukitumika au tuseme magome sasa ya mmea huu ambayo ndiyo haya niliyoshika hapa yamekuwa yakitumika kwa miaka mingi sana, kwa miaka mingi, na mababu zetu na wazee wetu wa maeneo haya ya Rombo katika mkoa wa Kilimanjaro eh, kwa ajili ya jambo fulani ambalo linahusiana na hivi vitu tunavyoviona hapa mbele yangu. Jambo hilo, eh, linahusiana na ndizi hii. Hii ni ndizi aina ya mnyengedhe nasema. Ee, hii ni sufuria ya kupikia mbege na humu kuna mbege. Mbege yenye umu. Sasa, watafiti waliofanya utafiti huo kuhusu huu mmea wameeleza kwamba kwa, kwa jamii za Wamasai e, Wadatoga na baadhi ya jamii za ukanda huu wa kaskazini wamekuwa wakitumia mti huu mti ambao magome yake ni haya hapa. E, kwa ajili ya kutibu vitu kama malaria, minyoo na kadhalika. Lakini hawa watafiti wao walienda mbali zaidi, wakaangalia na matumizi yake mengine ambayo mmea huu unaweza kuwa na faida. Wakagundua hiyo niliyosema kwamba mmea huu unaweza kutumika kwa ajili ya kuzuia upara. Kwa hiyo, kwa upande wangu sasa Eh, nahisi na, na pia kuna nikajaribu ni, kuangalia wale wazee ambao wa wamekuwa wakitumia mbege ambayo wanaweka huu mmea naona kama wengi hawana vipara hivi, wengi hawana vipara, au na babu zetu wengine ambao walishafariki hawakuwa na vipara labda. Eh, inawezekana huu uh, utafiti unaweza ka, kufanyika kwa namna nyingine pia au waka expand wakaangalia, eh, retrospectively mm, eh, kwamba wanaotumia E, mbege ambayo wanaweka magome ya huu mmea kama ingredienti za muhimu kabisa, e, hali zao zikoje za nywele? ah, baada ya kueleza hiyo ambayo ni kama utangulizi, nitakwenda kueleza sasa hapa kwamba e, wazee wetu walikuwa wanautumia huu mti kwa namna gani. Kwanza huu mti, mti huu ambao kwa kichaga tunaita mokuta kuna baadhi ambao badala ya humo mokuta wanaweka msesewe, kama ushasikia msesewe, ambao ni ile raofia sepentina. Wengine wanaweka magome ya mti ule, hasa kuna wengine, hasa eneo hili ambalo nipo sasa hivi, wao walikuwa hawatumii huo msesewe, mti wa msesewe, walikuwa wanatumia huu na mpaka sasa wanatumia. kuna wazee ambao usipoweka uh, magome haya, kwa sababu yanatoa ngo, alafu leo unga unga wako ndio unawekwa kwenye mbege kuna wazee ambao usipoweka eh huu mkuta utaita mkuta, usipoweka kwenye mbege, wao hiyo mbege hawani hawaihesabu kama ni mbege kwanza, na pia usipopika na ndizi hii. Sio kila ndizi inafaa kupikia mbege, kwa ni kitu ambacho tunaweza tukafanyia utafiti pia, tukaangalia hizi ndizi za mwenyewe zina nini cha tofauti, au ambacho wazee eh, naweza kusema labda hawakudocument, lakini vitu ambavyo sisi tunaona walikuwa wanafanya wakati tunakuwa na mpaka sasa ndizi kama hii hapa, kwa mfano hii unayoiona mbele yangu hapa, hiyo hiyo hapo, hii hapa, kiutaratibu haifai kabisa wala haitakiwi kwa ajili ya kutengeneza mbege. Yani sio ndizi ya kutengeneza mbege, hiyo ni kwa ajili ya kula au ukilazimika sana kutengeneza na hiyo, lazima uchanganye huko. Yani mbege ambayo imepikwa bila ndizi hii ya mnyengedhe hii, hiyo sio mbege. Sasa wazee, kuna kitu ambacho nahisi kilikuwepo. Kwa hiyo na hizi ndizi za aina hii pia, migomba yake iko mbioni na yenyewe kutoweka. Migomba ambayo inatoa ndizi ya aina hii na yenyewe iko mbioni kutoweka, kwa sababu ilikuja ikatoka, kwa sababu kibiashara ilikuwa hailipi sana, kwa sababu kazi yake kubwa ilikuwa ni hiyo ya kutengenezea mbege au kupikia vyakula ambavyo ni vilaini. Hii ni laini sana, laini sana, alafu kwa watu wakaona kama haina faida hivi wakatoa Tuseme tukatoa, tukatoa, tunaweka, hizi zingine, zingine, malindi, mlali na uh. Sasa wakati wa kutengeneza nilitoka nje kidogo ili kueleza kinacho, kinachoendelea hapa wakati wa kutengeneza mbege eh, tukisha, ikisha hizi ndizi zinakwenda zinawekwa darini zinaivishwa, zikishaiva zinamenywa alafu zinakwenda zinapikwa kwenye sufuria hizi hapa. Hii ni ndogo eh, ukiwa unataka kupika mbege nyingi, ya watu wengi kidogo, sufuria inabidi iwe ndefu na kwa ni ndefu zaidi hii ndogo, kwa sababu sikuizi mbege hatupiki kwa kiasi kikubwa kiasi hicho, labda wale ambao ni wafanyabiashara au mtu ana shughuli yake kubwa ndio anaweza kawa na sufuria zile ndefu kabisa e. Sasa tukishaweka huko, tukamenya, tukapika, kuna process kadhaa zinafuatia hapo. E, baadaye tunaweka kimea unga wa, wa, wa, wa kimea ambao kimea ni ulezi. Ulezi ambao unakwenda unawekwa maji, alafu unaanza kuota, alafu unaenda unakaushwa, unaenda unasaga. E, ukiwa umeanza kumea hivi unachanganya mle. Sasa wakati wa hizo process hapo katikati pia kuna kuweka unga unaotokana na haya magome ya mokuta, ambao huu mti tunaita mokuta kwa Kichaga lakini kwa kimasai unaitwa Ormuktan, Ormuktan. E, na jina lake la kisayansi au la kitaalamu unaweza ukasema ni Albizia anthelmintica, Albizia anthelmintica. Tukishaweka kwenye hiyo mbege ikishafanyiwa hiyo michakato yote baadaye, ina kabla ya kwenda kutumika, kabla ya kunywewa, wakati wa kuweka hicho kimea, unga wa kimea tunaweka pia na unga unaotokana na kusagwa kwa haya magome, unatiwa kwenye ambao, mbege ambayo mbege yenyewe ndio kama hii hapa. Hii ni, hii hiki ni kipipa kidogo. Ikiwa nyingi kama umepikia kwenye sufuria kubwa, sasa huwa tunaweka kwenye pipa kubwa kubwa. Kwa hiyo humu, eh humu kuna mbege yenyewe ambayo ndio hiyo unayoiona hapo mm. ambayo ni ile imepikwa kwa utaratibu wa kiasili kabisa kabisa kabisa. E, ni kama ni, ni, ni kinywaji cha asili ambacho kipikwa kitaalamu na ikanywa kistaarabu, responsibly. Hakuna, sio hakuna, sioni shida. Watu wanafanya kazi baada ya weekendi, watu wazima ambao umri umezidi miaka kumi na nane wanakaa wanapata hiyo, na ni kidogo. Na inayo kitu kinachopendezesha hiyo mbege ni magome haya hapa ambayo yanatoka kwenye mmea huo unaoitwa Albizia anthelmintica ambayo hapa tunaita mokuta ambayo Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania TAWIRI pia wamegundua kwamba inaweza ikatumika kwenye kuzuia upara. E, kwa hiyo na mimi nikichunguza vizuri, wale wazee ambao ili ili wanywe mbege lazima iwe na hii mokuta, na actually wengine wanachokifanya unakuta hii mkuta nayo nyumbani. Sisi hii iko hapa nyumbani miaka kama miwili, miaka kama miwili, miaka miwili iliyopita, kwa kazipo tu. Ili wakati kitengenezwa mbege, inachukuliwa gome labda moja hivi, hayako matatu, magome matatu funga, kwa sasa inategemea wakati una mbege kiasi gani. Hii tunatwanga kwenye kinu. Wakati wa kutwanga, unapiga chafya kwa kweli, piga chafya hasa kwa hii manake, ukipika mbege unazo kamega kidogo, kamega hivi labda kaka kwenye kinu unatwanga, unakua unga kabisa, alafu unaweka sehemu hasa. Kuna wazee ambao walishajua hii miti iko hatarini kupotea, sio rahisi kuipata. Hii yenyewe tulinunua kwenye soko moja linaitwa soko la Munga ambalo liko ukanda wa Loarod ambako ni jirani na Kenya, ambako hii sasa tunauziwa na majirani zetu wa Kamba, lile soko wa Kamba wanakuwepo pia, wa Masai pia wanakuwepo e, na ndo majirani zetu maeneo haya. Kwa hiyo wanaenda huko zinakoota hii zi miti ambako ni ukanda huu wa chini kwenye vichaka vichaka, wanaikuta hii miti alafu wanatoa magome ndo wanakuja kutu kutuuzia sokoni, kwa sababu wanajua tunakuwa tuna tunakitumia. Na zamani ilikuwa hata katika mashamba yetu, mashamba yale ya ukanda wa chini hii miti unaikuta, lakini kwa sasa, sasa hivi sio yani, yani ni kama hii ni endangered species, ni mmea ambao na wenyewe uko hatarini kufanya nini? Uko hatarini ku, kupotea. Kwa ndo maana taasisi hiyo imefanya jambo la maana sana kufanya kwa utafiti, kwa sababu wamesema wataangalia kama kuna uwezekano wa kutengeneza eh, botanical garden eh, kaustani fulani ka hizi au wakaiwekea tu kaulinzi fulani hii miti kwa sababu ina faida sana kiafya. Kwa hiyo, uh, hicho ndo kilichofanyika na e, utafiti ndio ulikuwa wamkawani um, utafiti ndio ulikuwa e, wa namna hiyo. Na tunapaswa kuendelea kuenzi vitu vyetu hivi vya, vya Kiafrika ambavyo wazee wetu wamekuwa wakivitumia mara kwa mara, wamevitumia kwa miaka mingi, na magonjwa magonjwa haya walikuwa si kusikiasikia hizi presha, sijui sukari ama e, hata upara pia. Kuna, wengi sijaona kama wana upara waliokuwa wanatumiatumia mbege zenye mokuta e, na vitu vingine vya namna hiyo kwao. Tunaweza tukaanza sasa ku ona nini cha kufanya kwa kutumia takwimu hizo, kwa sababu takwimu kama hizi au taarifa kama hizi wazee ni kama hawakudokumenti au e, kama dokumenti basi, yale maandiko yako kama yamefichwa hivi, haya hayafahamiki sana. Kwa hiyo e, ni vizuri tukaendelea kuangalia mambo haya ambayo babu zetu walikuwa wanafanya, baba zetu walikuwa wanafanya, alafu tukaangalia namna ya kutumia teknolojia ya sasa kwa ajili ya kuboresha kile ambacho wao walikianzisha kwa ajili ya kuendelea kusaidia jamii zetu mpaka e, hapo nimefika mwisho. Mtazamaji wa PDK Generation, usiache kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, bonyeza subscribe hapo chini e, bonyeza like na tuandikie pia comment yako kuhusu e, hichi tulichokizungumza leo na vingine vingi vya kiafya. Nisisitize tu kwamba hii ni mbege, ni pombe uh, haitumiki kwa watoto ambao hawajafikisha miaka kumi na nane, lakini pia kwa wanaotumia ni vizuri kutumia responsibly. Sasa ngoja nikamalizie na kukuonyesha sasa ndizi ya mgomba ambao unatoa ndizi hii ambayo tumesema ni mnyengedhe, ambayo kwa sasa ni kama ina, inapotea hivi e, hazipo nyingi sana kwa, na yenyewe inaweza kaipiga utafiti kwamba kwa nini wazee walikuwa wanatumia ndizi hii peke yake, kwa nini sio ndizi nyingine? Na sasa hivi sema, sasa hivi hiyo mbege ambayo unaona iko wanauza watu mjini wapi wapi, hata huko wanaotengeneza sasa hivi wanatumia ndizi zozote tu zinazopatikana, hata hizi Malindi sijui nini zinatumika tu, kitu ambacho sio sio sawa kwa mujibu wa wazee, kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo hii ndizi hii mgomba wake imebaki michache sana hapa. E, moja ya mgomba wake ni huu hapa, ni huu hapa ambao na wenyewe huu, huu, na kandizi kadogo pale juu kale pale, na kandizi kako pale kadogo ehe, ambako ndio mgomba unaotoa ndizi hiyo ya nyengedhe ambayo inatumika kwa ajili ya kupikia mbege ambayo ndio ndizi maalum kwa ajili ya kupikia mbege. Ila sasa hivi mambo yameshavurugika, naweza katakiwa kufanya utafiti hii ndizi, wazee waligundua nini cha tofauti ambacho kipo humo. Mimi ni Pius Kiwango, PDK Generation, abai, tukutane katika makala nyingine.